Kilio cha Mto Nyika. Kulikuwa na kijiji kimoja kilichoitwa Nyika, kilichozungukwa na msitu mnene na mto uliojaa siri nyingi sana. Kijiji hiki kilijulikana kwa amani yake, lakini pia kwa simulizi za ajabu kuhusu roho zilizozama kwenye maji ya mto uliopita kando kando ya kijiji hicho. Katika kijiji hicho aliishi msichana mdogo aliyeitwa Amina, binti wa mchuhuzi wa samaki. Amina alikuwa na ndoto moja tu ya kuvuka mto na kwenda upande wa pili ambapo watu walikatazwa kwenda kwa sababu ya hofu ya kile kilichodaiwa kuwa huko atakayeenda hawezi kurudi hata kidogo. Lakini kila siku Amina alikuwa anafikiria namna ya kuvuka mto na kwenda katika upande wa pili. Lakini kila, kila usiku Amina alisikiliza sauti ya upepo ikipuliza kupitia miti na sauti dhaifu kama ya mtu akiomba msaada kutoka majini. Siku moja wakati Amina akitembea ufukoni wa mto aliona kivuli cha mvulana aliyesimama upande wa pili wa mto. Alikuwa na macho ya huzuni uso wake ukiwa na uchovu mwingi. Mvulana huyo alimpungia mkono Amina, lakini kabla Amina hajajibu chochote, upepo mkali ulivuma na kivuli chake kikapotea kwenye mawimbi ya maji. Alirudi nyumbani kwa wasiwasi, lakini ndoto zake zikaanza kujawa na taswira ya mvulana huyo alimsikia akilia akiomba msaada, moyo wake haukupata amani. Siku iliyofuata bila ya kumwambia mtu yeyote, Amina alichukua mtumbi mdogo wa baba yake na kuusukuma majini. Alivuka mto kwa tabu sana, moyo wake ukipiga kwa hofu na msisimko. alipofika upande wa pili wa mto aliona kijiji kilichoteketezwa, majani na mizizi vikifunika ardhi. Katikati ya magofu hayo aliona mvulana yule yule aliyemuona kipindi kile, wakati kabla hajavuka mto. Macho ya mvulana huyo yalikuwa na huzuni isiyoelezeka. Amina, umekuja kuniokoa Maneno haya aliyezungumza yule mvulana mwenye macho ya huzuni, alisema kwa sauti ya uchovu na huzuni. Amina alisita, wewe ni nani? Kwa nini unahitaji msaada? Mvulana alisimama karibu naye, kabla ya kufanya chochote, upepo ukisi, ukitikisa nywele za yule mvulana. Mvulana alisema "Mimi ni Saidi, nilikuwa sehemu ya kijiji hiki, lakini miaka mingi iliyopita tulilaaniwa. Wazazi wangu waliniambia nisijaribu kuvuka mto, lakini nilikaidi. Nilipofika katika mto, roho wa maji alininyakua na kunifanya kuwa kivuli kisichoweza kurudi tena nyumbani. Sasa nimekuwa sehemu ya mto huu nikingoja mtu wa kuja kunikomboa. Amina alihisi machozi ya kimlengalenga na kusema inawezaje kukusaidia ewe kijana? Saidi alishusha pumzi nzito na kusema lazima upate chombo cha zamani cha shaba kilichozikwa ndani ya nyumba ya mzee wa kijiji chetu. Chombo hicho kina uwezo wa kuvunja laana hii. Bila kusita, Amina alikimbilia magofu ya kijiji na kuanza kuchimba kwa mikono yake midogo. Alipopata chombo hicho cha shaba, ardhi ilitetemeka, upepo ukapiga kwa nguvu, na ghafula mwanga mkali ulilipuka. Aliposhtuka, aliona Saidi akiwa amesimama mbele yake, si kivuli tena, bali binadamu wa kweli. Alimshika mkono kwa shukurani, lakini kabla hajazungumza chochote, maji ya mto yalianza kupanda juu kwa ghadhabu kubwa. Ilikuwa ni roho ya maji ikikasirika kwa vile Amina alikuwa amevunja laana yake. Maji yaliyopanda juu kama mawimbi makubwa na kummeza Saidi alipiga kelele, lakini mikono yake iliteleza kutoka kwa Amina. Amina alilia kwa uchungu, akitazama jinsi mvulana huyo alivyozama ndani ya mto milele. Kijiji cha upande wa pili kilianza kufifia na ndani ya sekunde chache hakikuwepo tena. Hakukuwa na Saidi, hakukuwa na magofu, ni ukimya pekee uliofuata. Alirudi kijijini kwao akiwa na huzuni isiyoelezeka. Hakumwambia yeyote swala hilo kuhusu kilichotu kilicho kuhusu alichokiona, lakini kila usiku alisimama kando kando ya mto akisubiri kuona kivuli cha Saidi tena. Hata hivyo hakikuonekana tena. Mto uliendelea kupita pale pale. Mto uliendelea kupita pole pole ukibeba siri zake kama ilivyokuwa tangu zamani. Amina alijifunza kwamba si kila fumbo linafaa kufumbuliwa na si kila laana inaweza kuvunjwa bila madhara. Alielewa kuwa hekima na uvumilivu ni silaha muhimu katika maisha. Mara nyingine kuvunja amri na kwenda kinyume na onyo kunaweza kuleta madhara yasiyorekebishika. Hekima ya wazee wa kijiji ilimfundisha Amina kuwa kila kitu kina sababu yake na sio kila siri inapaswa kuf kufichuliwa. Kutokana na safari yake, Amina aliamua kuwaonya watoto wa kijiji chake wasijaribu kuvuka mto, akiamini kuwa roho za wale waliopotea bado zilihitaji amani. Aliendelea kuishi na kumbukumbu kumbu ya Saidi akikumbuka siku zote kwamba hatima ya kila mtu iko mikononi mwa majaliwa, na mara nyingine majaliwa hayo hayapasi kubadilishwa kwa ukaidi.